Um, as, siku inavyozidi kwenda nadhani kama mnafuatilia peji yetu ya Dar City Basketball, um, at Dar City Basketball on Instagram, um, taona kila baada ya lisali moja tutakuwa tuna post wachezaji wapya. Tunaruhusiwa kuwa na wachezaji nadhani ni kumi na tatu, uh, watano wageni nane, nane wa, wa nyumbani tunawakaribisha kwa ajili ya mashindano ambayo yanaanza siku ya kesho, ambayo ni Road to BAL ambayo yatafanyika hapa kwenye viwanja vya shule ya kimataifa ya Dar es Salaam, ya shule ya kimataifa ya Tanganyika ambayo iko Dar es Salaam. Na mashindano yatashirikisha timu ya Dar City kutoka Tanzania, lakini na uh, timu kutoka Komoro na timu kutoka Uganda, kwa vile wenzetu wa Burundi wameshindwa kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, watashindwa kuja. Tumezoea timu hizi nyingi zinakuwa na makocha wa hapa hapa au makocha wapi, lakini hii ni ishara kwamba timu inakuwa na kwamba inafikia katika sura ya ya kuwa ni timu ya kimataifa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kushukuru sana kwa namna ambavyo mnajiorganize wenyewe, lakini kwa namna ambavyo pia mnaweza mkawa sehemu kubwa sana ya kupeperusha bendera ya ushindi kwa taifa letu. Na kama ambavyo pia Mheshimiwa naibu waziri wetu amezungumza nami, nishindirie ni, ni, ni tu kwamba mchezo huu wakikapu, wa kikapu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni mchezo ambao bado haujawa na wapenzi wengi sana, na kwa mantiki hiyo kwa mchezo huu kufanyikia hapa kwetu Dar es Salaam IST school ni kigezo kikubwa sana cha kuwataka sasa ama kuwaomba Watanzania na hasa Dar es Salaam wafike kwenye uwanja huu wa shule ya kimataifa Tanganyika waweze kushuhudia mashindano haya ambayo yamekushazungumzwa vizuri sana na mheshimiwa naibu waziri uh, I'm 38 years old I'm from Ivory Coast and uh, I've been in high level in France everywhere in the world and now I'm back in Africa since 2021 I won the BAL two times with uh, Zamalek and Monastir and, uh, lost two finals also and this year I'm here with uh, Dar City Mjitokeze, mtusapoti wa nyumbani. Um, mechi itakuwa kesho jioni hapa hapa, uh, shule ya kimataifa ya Tanganyika uh, inajulika maarufu kama IST. Game itakuwapo saa moja jioni, kwa hiyo tarehe kumi na saba saa moja jioni wote tujitokeze tusapoti Dar City. Dies hard. Shukrani guys.